E, bwana former IG bwana David Kimaiyo alikuwa hapa Radio Jambo. mm -hmm. Na pia pale nje amekuwa akitangaza kwamba anataka kuondoa kama uh, Elgeyo Marakwet uh, seneta pale mm -hmm. Labda wazo lako ni wapi kuhusiana na uh, azma ya bwana David Kimaiyo Uh, kung'oa pale mamlakani <laughs> na pia alisema hapa kwamba wewe umeshindwa na kazi. Uh, kwanza kabisa uh, mwenye ameshindwa na kazi anajulikana na Wakenya uh -huh. Uh, na iko katika uh, public domain uh -huh. lakini ya pili ni kwamba Uh, sidhani kwamba itakuwa ni uh, ya maana sana hapa katika redio tuongelee uh, uh, uh, bwana Kimaiyo kwa sababu, mm -hmm. uh, yeye siyo ajenda katika huko kaunti ya Elgeyo Marakwet kaunti. Mm -hmm. uh, mambo yenye tunaendelea huko tunapambana na mambo ya security, mambo ya barabara mm -hmm. mambo ya school fees na mambo ya maendeleo mm -hmm. uh, <clears throat> na Uh, kwa sehemu, mimi sijui vizuri kama atasema ama hapana. mm-hmm. kwa sababu kwa sehemu nyingi nimeenda sijasikia. akiwa pale, mimi nakupatia jibu kwa sababu alisema hapa Radio Jambo anasema uh, unajua itabidi kwamba u, u, unajua kama mwanasiasa mm -hmm. unajua mshindani wako ni nani, iwapo utaenda nyumbani na watu wanamwongelea mm -hmm. Lakini ukipata mtu ambaye ukienda kila mahali, wananchi wananiambia usiongee kuhusu huyo mtu, hata sio ajenda hapa, hata hiyo usijisumbue na hiyo kupambana na maendeleo itakuwa hey, makosa sasa nipoteze wakati mkubwa hapa niongee hey, kuhusu mtu wananchi washa niambia usiongee kuhusu hey. Ya pili e, siasa sio sio mahali pa kufanyia retirement mm. Ee, ukiona jina ya uh, Bwana Kimaiyo unajua nyinyi muelewe Kimaiyo ni e, e, miaka ya babangu Uhum. Na nililelewa kama kijana mdogo huko Embu, but tukijua kwamba ule mzee Kimaiyo nyumba yake ndio ile, ule jamaa anafanya kazi na Moi. Uh, alikuwa anatupatia lifti tukienda shule, hata mimi mwenyewe alinipatia lift nikienda high school St. Patrick's. na kwa sababu ni mzee na tuko kanisa moja eh, najua hata siku yenye aliokoka akakuja kanisa akafanya harusi mm -hmm. mm -hmm. mimi ndio nilienda kuimba kwa harusi yake mm -hmm. So kwa hivyo itakuwa makosa mimi niongelelee mzee mm -hmm. wa rika ya baba yangu mm -hmm. kwa sababu uh, uh, ya kwamba pengine anajaribu kuwa bisi baada ya retirement mm -hmm. Ukiona jina yake inaitwa retired wewe unajaribu retire, ea, retire, yea. yeah. <laughs> a, na, na kwa hivyo nataka tu nisisitize hapo kidogo kwamba itakuwa basi ni makosa kumzungumzia eh, okay. na aswa mm. mm -hmm. Eh, kama wananchi wamekuambia usijaribu <laughs> kuzungumzia na ya tatu eh. Kwamba mwanasiasa yeyote katika Kenya ambaye amefaulu kisiasa na ambaye amekuwa serious kwa mambo ya kutumikia wananchi mm -hmm akuchukua siasa kama mahali pa kufanya, mm -hmm. Ukiona Uhuru Kenyatta alianza kabla ya miaka thelathini ukianza, mm -hmm. Raila Odinga alianza kabla ya miaka thelathini mm -hmm. Ukiona uh, Rais Moi alianza miaka ishirini na tisa ni, e, mm. ni mahali ambapo lazima ukuwe na wito okay. Na wito huo utoka mapema. Wale ambao ndio kukosoa mheshimiwa, uh, yeah. Kipchumba Murkomen unasema kwamba ulianza vizuri mm-hmm. lakini ulipochaguliwa pale yeah. uliingiwa na kiburi na yeah, siku hizi inasemekana unatembea tu na helikopta yeah, kote nchini. Hebu uh, jibu wana bonadai hayo wanatoa madai. Unajua mwenye anatumia anakanyaga mguu, anaona mwenye anatumia baisikeli kama ako na kiburi. <laughs> Mwenye mwenye anatumia baisikeli, mwenye anatumia baisikeli anaona mwenye anatumia pikipiki piki kama ako na kiburi. Mwenye anatumia pikipiki anaona mwenye ako anatumia Prado kama ni kiburi. Mwenye anatumia hiyo Prado anaona mwenye anatumia ndege kama yuko kiburi. Eh. Unapata mtu mwenye ana complain anatumia gari na anasema kwa nini natumia ndege? hmm. Kwa sababu ni kama mtu anakuambia kwa nini unatumia simu, kwa nini? hmm. Usitumie drums na smoke? hmm. Yeah, sio yeah, so, eh, <laughs> hmm. Kitu kiongozi huyu anatumia baiskeli ama analala nyumba ya nyazi ama ya mabati ati kwamba hiyo ndio itaonyesha uongozi ama kutumia baiskeli mm -hmm, ama kutumia motorbike ama kukanyaka mguu mm -hmm, si kwamba wewe ni afadhali kuliko mwingine mm -hmm. ya maana ni vitendo mm -hmm. kwa mfano kwa miaka nne iliyopita mm -hmm, wananchi wa Elgeyo Marakwet wamekuwa wakiniita kila wikendi mm -hmm, uh, functions kama kumi mm -hmm, na nne kumi na tano, na hizo functions zote ni arambesi Jumamosi, yeah, Jumapili, juma Jumamosi, Jumapili. nilikuwa naona budget yangu ya mwaka jana tu ya harambee ilikuwa milioni ishirini na sita you know, ya harambee peke yake kwa mwaka moja, na kutumia kutembea kutoka uh, one function to another ingine iko mwisho Liter, ingine iko Kocholwe, ingine iko Kapcherop na Ukiona saa hizi nikitembea nyumbani, sehemu zote naenda, naambiwa tu asante, ulikuja kujenga hii mm. Asante ulisaidia ule mtoto, asante ulisaidia kwa hii kanisa. Hakuna mm. mtu ana complain kwamba asante ulitusaidia hii, lakini kwa nini ulikuja na ndege? mm. na kama sungu singe facilitatewa na wale walinisaidia kutumikia watu yangu kufikia sehemu nyingi za county mm. saa hizi singeongea hata kwa Elgeyo Marakwet. okay. haya yeah. Basi umejibu hilo mm. uh, ulitajwa katika hii e sakata ya NYS labda utueleze tu kidogo nini ilitokea? aa, naje, uli usika, kusika, Je, ulihusika au kuhusika nilikuwaje kwamba unatajwa pale. Mimi sikutajwa. hmm. uh, I think hiyo ndio makosa ya kwanza. hmm. kuna watu wengi wanafikiria nilitajwa, sikutajwa. hmm. ndio unaona, sikuwa sikuitwa uh, mahali popote yenye iliulizwa ni lofa ambaye mimi ni partner ya hiyo law firm. Mm -hmm. Lakini kuna partner wengine wawili, tuko watatu. Mm -hmm. Na partnership ya hiyo law firm maswali tutuliulizwa ni hii pesa yenye client yenu kwa sababu sisi tuna tuna client anaitwa nini kwa y um, mteja wenu? E, mteja, mm -hmm. yeah. Mm Huyu -hmm. mteja amekuja akanunua services kwa law firm yenu, kwa nini pesa hii 15 milioni alipitisha kwa law firm? Mm -hmm. Na tulieleza vizuri kwamba yule mteja alikuwa na biashara na Wizara ya ugatusi, mm. Na siku ya tunaambiwa, tulisikia baadaye sasa kwamba siku ya kulipwa ingawa au kufanya kazi na ni NYS mm -hmm. Wakati wa kulipwa, among the accounts yenye ilikuwa inalipa pesa ni ile account ya NYS. mm. Wao walituma, uh, walifanya kazi yao wakalipwa mm -hmm. wakatuma pesa katika uh, law firm yenye mimi ni moja ya partners, hiyo law firm ikatumia kwa matumizi ambaye huyo client aliuliza kwa sababu mteja alikuwa ananunua shamba mm -hmm. Tukaenda tukalipa, mwenye alituambia tulipe, akanunua shamba lake. Sasa uh, yu, wale ambao sasa walikamatwa katika uh, sakata hiyo mm -hmm. wakati walipoona kwamba wenda uh, kidogo wanataka ku divert attention wakasema hata hata fulani uh, pesa yenye fulani alilipwa alipitisha kutu, kupitia lofa fulani mm -hmm na uliona uh, partner wetu Sigey alienda akaeleza aka kwa bunge maswali hata ambayo aingefaa sisi tuulizwe, lakini kwa sababu ya kisiasa, kwa sababu jina la Murkomen e, ilikuwa ka, kwa the law firm name ikakuwa kwamba kila mtu anataka kukimbia kuona pengine Murkomen alilipwa mm -hmm. nataka usikie vizuri sana mm -hmm hakuna pesa mimi nililipwa kama Murkomen na hakuna pesa lo famu yetu ililipwa. Na, na kuna mahali wewe mwenyewe ulitoa labda vitisho ama amri kwamba pesa ilipwe. Sasa utatoa aje ikiwa kwamba mteja amekuja akanunua services for example? Wewe bwana Gidi, mm advertisement mingi mmefanya hapa, pengine za serikali mm -hmm. na wewe ujui ama za kibinafsi, mwana biashara fulani anafanya kibinafsi. Nataka nikuulize mm -hmm. Eh, hii kampuni ya jambo i mean Jambo radio hawezi kaenda kuuliza mteja hii pesa yenye wewe umeliletea hapa kukusaidia kutangaza biashara yako ulian namna gani? mm -hmm. you know? hata ukienda buchari saa hizi hakuna mwenye anauza nyama atakuuliza ulipata wapi pesa kabla sijakuuzia nyama. mm -hmm. kwa hivyo hata wateja wanakuja lofa, mwaseme tunataka kununua shamba kuna kitu inaitwa convincing ndio. mm -hmm. hii pesa yangu, e, enda ununue shamba. maswali ya jinsi ambavyo mtu anapata pesa yake hayaulizwi na law firm, inaulizwa mm -hmm. na bank, na inaulizwa na wale ambao wanauliza maswali, okay. na kwamba mm -hmm. haikuwa ni faida ya hiyo law firm mm -hmm. hiyo law firm ilikuwa ina facilitate services kwa ama vile daktari anafanya kama kila mtu anafanya, so eh, kwa sababu hii Kenya na mimi nataka nisisitize, mm -hmm. hii taifa hatutaweza kupambana na ufisadi mm -hmm. Kama tutataka tukutumia mambo ya ufisadi kutafuta jina ya mtu fulani, tusimamie hapo na tukimbie. mm -hmm. Itabidi kwamba tukitaka kuweka standards juu ya mambo ya kupigana na ufisadi, lazima pia tuhakikishe kwamba tu, tu, si, tu, si tumie tu kisiasa na tukimbia kwa mfano, sasa tumezao mambo ya NYS. E, imesha tutosha kisiasa. Mkipotana na mtu anasema kama vile ulinunulisa, e, Murkomen ata alilipwa na hakuna sehemu, hakuna sehemu nililipwa, hakuna sehemu ilisemekana nililipwa lakini unajua wakati hii e, sakata ilianza kuzungumziwa pale yeah. Nyinyi mlikuwa mstari wa mbele hata kutetea wale ambao unasema, unasema sasa unawataja uliwatetea mkasema kwamba mna shida mm -hmm. lakini baadaye walipojitokeza yeah. Na sakata ikaanza ku kuzungumziwa ndio posa sasa. Tunasikia tena mmekosana tena, ilikuwa namna gani? Hapana, hakuna kukosana hata. Mm. Igerudia saa hizi nitasema ile nilisema siku hiyo. Mm. Utasema kwamba waiguru sem nilisema siku hiyo kwamba haifai katika taifa la Kenya. Mm. Kila wakati uh, sakata fulani ikisemwa lazima mtu aseme nani ndio amefanya. Mm. Inafaa tukitaka kuzingatia maadili Mm -hmm. Ikuwe kwamba wakati jambo ch ch lolote linaposemwa kuhusu mtu fulani mm -hmm. Uchunguzi ufanywe kwanza ndio integrity ya process ikuwe mzuri. mm -hmm. Kwa mfano, kuna majina 175 ililetwa bunge ili tuliletewa bunge tukapigia makofi rais, kwa sababu YCC ilileta mm -hmm. kuhusu mawaziri kama Chirchir, wa mawaziri kama uh, Ngilu uh, uh, uh, afadhali hata Ngilu at least alipelekwa kotini mm -hmm. Lakini kuna madirectors, mawaziri, watu wengi karibu 175 waliletwa bunge, wakasemekana hao walifanya ufisadi, rais akawaambia step aside, wakavutwa katika kazi zao mm -hmm. Lakini baadaye ikasemekana hakukuwa na makosa mm -hmm. kwa sababu uchunguzi haukufanywa kwanza. Imekuwa kwamba tumekuwa taifa yenye nafanya mob justice na ukienda rekodi yangu, kwa mheshimiwa yeah. Unasema kwamba NYS hakuna pesa sikia, no, ya kwanza, ngoja nikuje hapo mm -hmm. So kwa hivyo mm -hmm wakati huo tulisema uchunguzi ufanywe kwanza. Wakati sasa uchunguzi ulivyoshafanywa, ikasemekana kwamba mm. e, director ule alikuwa anaitwa Harake huyu uh, mama e, le, e, Waiguru, na wengine, Waiguru mm -hmm. e, PS Kabura, Kabura walipatikana wakapelekwa kotini mm -hmm. tukitaka kusingatia maadili taifa letu imepamba tunaona upande wa South Rift Bomet Governor Isaac Ruto amejitokeza pale, na wewe umekuwa mstari wa mbele kum, e, labda kumkosoa bwana Isaac Ruto mm. E, je, waamini kwamba eneo la bonde la ufa bado iko imara tukizingatia kwamba Gideon Moi pia kwa upande mwingine anavuta upande mwingine? Kuna wale waamini wanaamini kwamba bonde la ufa sasa aitapigia <laughs> Jubilee kwa ujumla. Mmesahau kwamba kwa block kwa block, wakati tulienda uchaguzi uliopita kulikuwa na magwiji wa kisiasa wazito wa kuliko wa Isaac Ruto na Gideon Moi. uh -huh. uh, tulikuwa na Kosgei alikuwa chairman wa ODM. uh -huh. <laughs> alitoka Nandi na alikuwa anasimama senator. uh -huh. tulikuwa na Sally Kosgei ambaye ni experienced public servant. uh -huh. tulikuwa na Franklin Bett ambaye ni experienced public servant. uh -huh. tulikuwa na uh, Musa Sirma, tulikuwa na Nicholas Biwott. uh -huh. tulikuwa na watu magwiji wa kisiasa ambao walipingana na William Ruto na aku akajenga URP pamoja na Uhuru Kenyatta, wakajenga serikali. mm -hmm. na hao wote walibwakwa. We utakuja kusema kwamba hao wengine ambao unasema hakuna mambo ambayo yamebadilika comparably hao wengine mm -hmm. awezi hata karibia penye eh, eh, Koskei walikuwa pamoja na Biwott mm haya -hmm. yeah. mm -hmm. na wale ambao nakukosoa pia wanasema kwamba wewe ni dp's sycophant yni yani wewe ni unafuatafuata tu Bwana William Ruto. mm -hmm. Hauna msimamo wako, yeah. e, uh, wa kibinafsi. Nadhani kwamba mwenye wanasema namna hiyo, hawana msimamo mm -hmm. wao wa kibinafsi wenyewe mm -hmm. kwa sababu mimi mimi nilichakuliwa kwa chama cha Jubilii. Rais wangu ni Uhuru Kenyatta, naibu wake ni William Ruto. Mimi natumika na wao. Mimi sikuchakua hawa, wananchi waliponichakua kama seneta walisema watachakua seneta wa Jubilii ndio wafanye kazi na rais na naibu wa Jubilii. Sasa wale ambao wanataka nitafautiane na rais na naibu ni wale ambao hawana maadili, kwa sababu watu wangu wenye walinipigia kura na watanipigia tena, watanipigia kwa kuonyesha kwamba nimeonyesha uongozi na timu wake ya kuhakikisha tunafanya kazi pamoja. Namba mbili, kuna watu huwa wanasema tunakubaliana na yote yenye rais anasema na naibu, bila kukosoa, bila kupinga, hata wakikosa kidogo, uwezo wa kukosoa eh. Acha nikwambie Gidi, nikitaka nikitaka kuongea kuongea na na rais Uhuru saa hii nitapiga nitapiga simu niongee naye. Nikitaka kuongea na deputy president nitapiga simu kuongea naye. Nitajadiliana na yeye nitatoa maoni yangu, na nataka niwaelewe na wasikie vizuri kwa mambo ambayo yanatekelezwa kwa Kenya. Kuna maoni ya rais na naibu, lakini kuna mashauri wanapata kwa viongozi wengi, ikiwa pamoja na mimi. Mara nyingine mashauri yangu yanachukuliwa saa zingine hayakubaliani nayo, lakini baada ya kupewa nafasi ya kindani kama chama, tumekushauriana tumekubaliana. Siku zingine maoni yangu imechukuliwa imekubaliwa, siku zingine naambiwa hapana, ninashawishiwa kwamba yako ya sio mzuri, ya Kindiki ni mzuri, ama ya Duale ni mzuri, ama ya mbunge fulani kutoka kaunti yangu ni mzuri. Hakuna haja ya kwenda kujipendekeza huko mbele kujifanya kimbele mbele ila uko na nafasi ndani ya uongozi mm -hmm. kuhakikisha maoni yako ime. Kwa hivyo unasema kwamba huo unawakosoa kindani. Kuna watu wengi, kuna <laughs> ya watu wengi hawajui yale mashauri tunapatiana kindani mm -hmm. na kukosoana kindani, wanataka tuende tukosoane mbele ya raia. Haya, ushajibu hilo, asante sana.